Karibu sana kwenye chaneli yako pendwa ya Judith. Leo tutajifunza kuhusu jambo la msingi sana kwa afya ya mama, mtoto na jamii kwa ujumla. Nalo ni unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee, yaani exclusive breastfeeding. Naomba msikie, muelewe, na mueleze wengine pia. Maana ya exclusive breastfeeding. Unyonyeshaji wa maziwa ya mama, exclusive breastfeeding, ni kumpa mtoto maziwa ya mama tu kwa kipindi cha miezi sita ya mwanzo wa maisha bila kumpa maji, uji, maziwa ya kopo au chakula chochote kingine. Maziwa ya mama pekee yanatosha kabisa kumlisha mtoto katika kipindi hicho. Sta, faida za exclusive breastfeeding kwa mtoto. Moja, hulinda mtoto dhidi ya magonjwa. Maziwa ya mama yana kinga ya asili antibodies, zinazomsaidia mtoto kupambana na maambukizi kama kuhara, homa na nimonia. Mbili, huongeza ukuaji na maendeleo ya mtoto, yanajitosheleza kwa virutubisho vyote anavyohitaji. Tatu, huimarisha maendeleo ya ubongo, watoto wanaonyonyushwa pekee huwa na akili zaidi shuleni. Nne, huongeza uhusiano wa karibu kati ya mama na mtoto kutokana na ukaribu wakati wa kunyonyesha. Tano, husaidia mtoto kulala vizuri na hivyo kukuza afya yake kwa haraka. Nne, faida za exclusive breastfeeding kwa mama. Moja, changamoto ya kufa mtoto kanza husaidia kurudi kwa mji wa mimba haraka baada ya kujifungua. Mbili, hupunguza hatari ya kutokwa damu nyingi baada ya kujifungua. Tatu, hupunguza msongo wa mawazo, homoni ya kunyonyesha oxytocin huleta utulivu. Nne, chochicha, hupunguza uwezekano wa kupata mimba mapema, ikiwa mama ananyonyesha pekee, hajapata hedhi na ni miezi sita au chini. Hii inaitwa LAM, Lactational Amenorrhea Method. Tano, hupunguza hatari ya saratani ya matiti na ovari. Tatu, faida kwa jamii. Moja, huokoa pesa, hakuna gharama ya kununua maziwa ya kopo au chakula cha mtoto. Mbili, hii hupunguza mzigo kwa vituo vya afya kwa kuwa watoto wanakuwa na afya njema na hawaugui mara kwa mara. Tatu, huimarisha afya ya taifa; watoto wenye afya njema hukua kuwa watu wenye mchango chanya katika jamii. Nne, changamoto mama anazoweza kukumbana nazo. Moja, maumivu ya chuchu au kuvimba kwa matiti. Mbili, uchovu wa mara kwa mara hasa usiku kwa sababu ya kunyonyesha mara nyingi. Tatu, shinikizo kutoka kwa familia au jamii. Watu wengine humshawishi mama kumpa mtoto maji au chakula mapema. Nne, kukosa muda wa kutosha kunyonyesha hasa kwa mama anayefanya kazi au biashara. Tano, Upungufu wa maji mwilini kwa mama. Mama anatakiwa anywe maji ya kutosha. Sita, kutoelewa vizuri umuhimu wa unyonyeshaji wa pekee. Baadhi ya mama huacha mapema kwa kukosa elimu. Mama, jamii na viongozi wa afya, tushirikiane kumsaidia mama aweze kumnyonyesha mtoto wake kwa maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya mwanzo. Afya ya mtoto inaanzia maziwa ya mama na kama kawaida, mimi ni Judith.